Sana bada nikamwagia maji si ndo nzima maji kamwagia. Mwanamke anasema kwanza, leo mie sio Muislamu. Ananiuliza s ndoa ipo hapa, ashalikoroga. Wallahi leo ii eipaka savi sasa hivi, sasa inakuwaje? Asio hivo shekhe, si jaziba fulani, buruza buruza Kwa hiyo ukifanya kwa hivyo Allah anaahidi, fa idhal ladhi bainaka wa bainahu, basi yule ambaye kati yako wewe na yeye adawa, kuna uadui mkubwa adawatun, uadui wa aina yote na kirayo au adawatun litadhim, kuna uadui mkubwa kaanahu waliyun hamim. Allah atakuja kumbadilisha huyo, atakuja kuwa kama rafiki yako wa karibu, kipenzi chako. Hiyo ahadi ya Mwenyezi Mungu, ahadi ya Mwenyezi Mungu. Allahu Akbar. Fa idha alladhi bainaka, hii katika miamala yote popote pale hata katika kazi na wenzio hata kanyumbani na familia na watoto. Ukienda katika taratibu hizi yatatengenezeka mapenzi, yatatengenezeka mapenzi. wama yulaqaha Allah, nasema haya, khabari hizi hawezi kuzipata, hizi hazipatikani kwa certificate za chuo kuliatu dawa wala wapi e hey.

Na haukuwa uvumuli wako sipokuwa kwa ajili ya Allah. Hiyo habari Allah mwenyewe anasema, ma yulqa hakuna ataweza kuzipata sifa. Hizi hazipatikani kwa ujanja ujanja uja uja, kwa kusoma sana wala kwa kusomesha sana, illa ladhina sabar. Subira yenyewe kwenye dawa kwenye uwanja wa dawa, subira kwenye uwanja wa dawa ndio kwenye makero huko Wama yulaqaha na hakuna atakayezepata sifa hizo ambazo ni nzuri mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, illa alladhina sabaru, isipokuwa wale wenye subra. Wama yulaqaha illa dhu hadhin adhim, wala hakuna anaweza kuzipata sifa hizo isipokuwa yule mwenye nafasi kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hamtaona kidudu mtu kile mbele ya Mwenyezi Mungu, hadhin adhim, ana heshima na nafasi kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana fungu kubwa, thawabu kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ah, lakini wewe ni dai, wewe ni dai, hivi ndivyo na pamoja hivi dai, naye vita vyake vitakuwa vita pamoja na dai. Kuna dai mwingine analingania huko, hamwachii wewe si dai, basi vita vya dai vitapigwa na dai mwingine, hana silaha hiyo na

yanzughannaka mina sheitani nazugh. Kama sheitani atakukoroga kidogo akakuchomolea hizo sifa akazitoa hizo sifa, yani katika mazingira unajikuta wewe umepaniki tu, unazungumza ovyo ovyo bila mwenyewe atakujielewa. Pahali pa kuonesha upole, wewe unaonesha ugumu. Kuna bwana mmoja anaambia bwana, mimi na presha napanda panda kiajabu ajabu kwa sababu alikuwa rafiki yangu kaambia kwanza, nikaambia asili ya pressure asili yake kwanza, kibri inaanza kwenye kibri, nakuwa na kibri fulani, kibri fulani, basi Mungu anasema acha kipande, ndio kinapanda kile kibri shingo wangu si kibri. Sasa wewe kitu cha kwanza, maana nachukia, na mimi huwa nakasirika kwa mambo madogo madogo, nikaambia wewe, uliza tu nafsi yako hili jambo dogo, ili kweli wewe mtu na akili yako hiki kitu cha kukasirika kweli? Fanya zoezi hilo Pesa nimetia mfuko nimesahau, nimetia mfukoni nimepanic. Sasa unajiuliza, sawa baba ule upanic, lakini kweli hili jambo la kupanic kweli? Ukifanya hivyo inshallah taala mambo yata nini tapungua pungua kidogo. wao ndio hivyo washa wangu. Kwa hiyo hapa anasema Mwenyezi Mungu shaytani, imma yanzu annaka mina shaytani nazun. Na shaytani akifanya vitu vyake akakutoa akakuweka mbali na hizi akhlaq ukajikuta, eh, sio wewe tena Shapanik, unazumza, zumzumza, ovyo. Inatakiwa fanya nini? Fastaidh billah haraka, jilindna jilinde eh, taka msaada wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ujilindi na shari ya shetwani. Unajua ni sheitani dai hawi hivi, sifa ya dai dai hana intikam, hana kulipiza kisasi hana kulipiza kisasi dai. Ukiwa nasi ukijiona umejiweka katika mazingira ya kisasi, basi wewe una dawa yako nyingine, sio dawa ya mitume. Kwa hiyo ukiona fastaid billah, haraka haraka wewe jilinde, taka msaada wa Mwenyezi Mungu, fastaid billah, jilinde kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, eh, jilinde. Inna huwa samiu alalim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala ni msikizi, anasikia vizuri hizo kauli zenu, alalimu tena anajua hayo matendo yenu. Labda hapa inaonekana mimi nimeteleza, shaitani kanichezea, fastahidhu billah ha kwa ni. Hata nabi Musa, alayhi salatu wasallam, yule jamaa yule katika jamaa wa Firauni aliyomkata kibao ha kwa, wakaza akammaliza hapo hapo pale pale. Musa asahada mina malei shaitani, mtume nambata wapi na wapi mtume nambata. Kwa hiyo ni katika matendo ya shetani, hadha min amali shetani, innahu aduwwun mudhillun mubin. Akamwomba mwenyezi Mungu Mungu subhanahu wa ta'ala, faghfara lak, sawa sawa, imekwisha hiyo. Wakati moja moja inawezekana ikakutoka ile ghafla ghafla, sio sio mbaya vile vile, lakini billah hipo shekhe, sio basi na kumuta kidogo, alafu na ikasawa vile si Musa huyu kambamiza mtu. Allah subhanahu wa ta'ala, aya zinazofuatia anaeleza hii. Nyinyi kubembelezwa ni insani tu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, kutaka mje katika ibada ili mpate kheri za duniani na akhera, lakini Mwenyezi Mungu si muhitaji wa nyinyi kabisa, simuhitaji chochote, hanufaiki kwa ibada zenu wala hadhuriki kwa maasi yenu na si nyinyi mbele ya viumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta Ta'ala, nyinyi hata sifuri hamfikii mbele yao wanaomwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo haya kuambiwa, msioni ala Mwenyezi Mungu eh, hey, anataka chama chake kiongezeke, ana chama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Hiyo maslahi yenu ndo anapa, anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala wa min ayatihi, miongoni mwa alama za kudura na uwezo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Alama alama za kudura na uwezo wa Mwenyezi Mungu. Sio alama ya kudura, maana yake mkuu, anaweza kuona mbingu ile akasema, angalieni kudura Mwenyezi Mungu. Ile sio kudura Mwenyezi Mungu, ile ni alama ndogo tu. Kwa Mwenyezi Mungu ana kudura, Mwenyezi Mungu ana uwezo, hiyo ni alama tu. Kwani wewe ukiona unyayo wa ngamia, ndo ngamia mwenye? Kuna tofauti kubwa kati ya unyayo huu, unakuonesha kama kuna mngamia umepita hapa hpa au wewe kesho kwangu sasa na vina vina usawa kiasi gani? unyawe unangamia. Hizo mbingu saba ardhi saba milima, nao kina Jibril, wote aya ni alama ndogo ya uwezo na kudura ya Mwenyezi Mungu. Hakuna yote anayojua isipokuwa mwenye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pekee yake. Ndio anasema wa wamin ayatihi, na miongoni mwa alama za uwezo na kudura ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala allaili wannahari, ni usiku na mchana. Fikirieni tu sana nidhamu hii nani anaisimamia? Miaka nenda miaka rudi nani, nani? Profesa gani? mwana mwanasansi gani? injinia gani? na namnaona mambo yanakwenda. al-lailu wan-nahar washamsu wal-qamar, maslahi yake makubwa. shamsu ha wal-qamar, jua mwezi, nesha uwezo na kudura Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizi ni alama tu za uwezo na kudura Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi kama ndio hivyo, basi la tasjudu lishamsi Dhakara ljuza wa arada lkulla msije hmm. eh, msije mkalisujudia lo jua shams wala lqamar wala lilqamar wala mkasujudia nini mwezi, wasjudu lillah, msujudileeni Mwenyezi Mungu. Hapa kataja vitu hivi kwa sababu huku nyuma kulikuwa na washirikina, wao wanaabudia mwezi na jua. Ha, lakini kataja hivi kama juz'a maana yake kisisujudiwe chochote kinyume na Allah subhanahu wataala. Sujudiwa Mwenyezi Mungu peke yake subhanahu wa taala. La tasjudu lishams wala lilqamar, msisujudie jua wala mwezi. Tufanyeje? Wasjudu lillahi, msujudieni Mwenyezi Mungu. Alladhi khalaqahunna, ambao Mwenyezi Mungu kaviumba hivyo. Kama kuna utachokiabudu utachokitegemea utachokitarajia kinyume na kilichoumbwa na Mungu ruhusa, fanya hivyo <coughs> kama kipo kimejiumba wenyewe, kimejitengeneza wenyewe, kinajiendesha wenyewe, kama sifa hiyo nayo. Lakini kinyume na hivyo watawakkal, watawakal lalhayy alladhi la yamut, mwelekee hai yasiyokufaa basi kwa hapo, ndo tunaambiwa hivyo vyote vipe mgongo, mueleke mmoja tu Allah subhanahu wa Ta'ala. In kuntum iyyahu ta'budun, kama nyinyi mwamwabudu yeye tu, bi maana mumwabuduni yeye tu peke yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wataala, baada ya yote yale, yanaweza kagawanyika vile vile makundi mawili. Yanaweza kagawanyika makundi mawili, kama vile adhan muadhini ataadhini hapo. He, lakini baraka ya adhana hata asipokuja mtu atakimu mwenyewe ataswali, au unasemaje bacha wangu? Ah. Ha, wengine hawatokuja, basi ndio hivyo hivyo, sifa ya dawa iko hivyo fanistakbaru, kama wataleta kibr, wakaendelea na wewe upuuzi wao kusujudia au kuvuyamini e, kinyume na Allah subhanahu wa Ta'ala, vile vilivyokuwa kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala basi ya Allah subhanahu wa ta'ala, sayfa falladhina inda rabbika, basi wale waliokuwa mbele ya mola wako huko, anakusudiwapo ni malaika. Yusabihuna lahu bil-laili wan-nahar, wa wanaswali wanamsabihi Mwenyezi Mungu usiku na mchana non stop kwa mahisabu ya mabilioni ya malaika. Tangu Baytul Maamur Mwenyezi Mungu alivyoitengeneza akavijenga Mingu ya saba kuna msikiti unaitwa Baitul Maamud. Huko sasa so, so, wana Kaaba. Kama lingeanguka jiwe kote kule basi lingepiga kwenye Kaaba. Kama sisi ilivyokuwa eh, tawafu zetu na ibada zetu kwenye Kaaba pale Maka na malaika hiyo ndio qiblatul malaika. Malaika habari zao ziko pale, kila siku wanaingia na, eh, katika msikiti huo na wanafufu, eh, hapo malaika elfu sabini wanaondoka siku ya pili, wengine hao walotufujana elfu sabini hawatorudia tena mpaka kiama. Na kila siku elfu sabini kila siku elfu sabini Kafar, tone la mvua, tone la mvua, shekhe, hali anguki isipokuwa mpaka linakuja na malaika alifikishe pale lilipotakiwa kufikisha. Kakamiliza kazi yake, yeye ndo anaendelea na habari zake nyingine. Ama matone mangapi ya mvua, malaika wangapi? Wewe kila mmoja wa janna lakum hafadha, kila mmoja hapa na malaika wa kumhifadhi, kama wanane wao wanacheza hapa kwenye uso, uso tu. Kinyume na hivyo, kuna majini anasema, la hatafakum, hawa majini wangekutofueni nyote kwa vipofu watu katika dunia, lakini malaika hapo na wewe. Unaona mambo mazingira mengine, bonge la mzinga bicho limebondeka, lakini macho yako vile vile katoka vipi? Katoka hivyo, kuna mambo nidhamu wewe kwa hiyo Fain istakbaru, wakileta kibri, faladhina inda rabbika wali walokuwa mbele ya mula wako uko ni malaika, yusabihuna lahu billaili wa nahar, wanamsabihi Mwenyezi Mungu usiku na mchana yes, wa hum la yasamun, hawachoki, hawachoki. Kwa hiyo habari ndio hizo ndugu zangu wapenzi watukufu, kuna mambo Atatu hapa tuliotakiwa haraka haraka, ili tupate usalama wa duniani na akhera. Kwanza sisi wenyewe qalu rabbuna llahu thumma istaqama, kuwa na msimamo, sikubari kuyumbayumba. Jambo la pili, dini ya Mwenyezi Mungu, shughulikie dini ya Mwenyezi Mungu, hangaikie dini ya Mwenyezi Mungu. Jambo la tatu, jitahidi kujipamba na sifa njema. Si, sifa sifa sita watu wanajua za kuimbia imbia, imbia za kusemea semea, semea, ume za kujipamba la ilaha lahllla tahidi kamili uhaaulah sua kamili as-sala ibada na nyingine zote naina uu alilmu tunayozungumzia, ah na ile kuwa makini shekhi wangu, eh, shekh sio, nakwenda kwenda tu e makini, us katika hali ya mghafala, ndio hiyo dhiki tunayozungumzia. Ah, akhlaqi ndio hizo tunazungumzia, ikhlas ndio hiyo tunazungumzia. Mwisho, msimamo kamili wa kuihami dini ya Mwenyezi Mungu popote pale. Kwa hiyo nayo Qur'ani ndio inatutaka hivyo, tukae sawa sawa katika ibada, lakini tukae sawa sawa katika dawa, lakini dawa tuipambe kwa akhlaqi. Yatakuja matatizo ya haya na, na yale kimbilia wapi mahakamani? Wa Allah fasta'idh billah. Hakuna cha kuandamana, hakuna cha mahakama, hakuna kushtaki huku wala kushtaki kule. Fastaidhi billah, mkabidhi Mwenyezi Mungu Allah, atamamliza mambo yako. Mwenyezi Mungu atufahamishe, Mwenyezi Mungu atupe, Mwenyezi Mungu atuwepeseshie inshallah.